Polisi wamefanikiwa kunasa bunduki aina ya AK-47 pamoja na pastola kadhaa kwenye msako uliofanyika asubuhi ya leo eneo la Pangani. Kulingana na komanda wa polisi wa kaunti ya Nairobi, George Seda, watu wanne wakamatwa wakiwemo raia watatu wa Uganda na mmoja wa Kenya. Operesheni hii imejiri wakati kuna hofu kuhusu utovu wa usalama katika baadhi ya maeneo hapa jijini. Kufuatia matukio ya uhalifu na mashambulizi ya kutamasha, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu kutoka maeneo ya Nairobi, huku hofu na visa vya uhalifu vikiendelea kukithiri katika baadhi ya mitaa jijini Nairobi. Ijumaa asubuhi katika kituo cha polisi cha Pangani Nairobi, polisi walinasa silaha haramu kufuatia operesheni ya upelelezi wa kijasusi. Wakati wa operesheni hiyo, bunduki tatu zilinaswa, moja ikiwa aina ya AK47 na bastola mbili, pamoja na kukamatwa washukiwa wanne ambao ni raia watatu wa Uganda na mmoja wa Kenya. Akizungumza katika kituo cha polisi cha Pangani, kamanda wa polisi wa Nairobi George Seda alisifu ushirikiano kati ya wananchi na maafisa wa usalama. The aidha Seda alieleza kuwa silaha hizo kwa sasa zinachunguzwa kubaini iwapo zilitumika kutekeleza uhalifu hapa jijini au maeneo mengine ya nchi. Aidha alisema kuna uwezekano silaha hizo ni miongoni mwa silaha zilizo mikononi mwa magenge ya kihalifu. Wapelelezi kutoka idara ya jinai DCI wanafanya uchunguzi wa alama za vidole na vipimo vya risasi kutoka kwa silaha hizo. The AK 47 we have recovered together with a magazine complete with 30 rounds. Thats the maximum capacity. This one was being used by them to in the execution of their mission. Seda amewahakikishia wakazi wa Nairobi kuwa sheria itachukua mkondo wake na yeyote anayepatikana na silaha haramu atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Washukiwa hao wanne wanaendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Pangani huku uchunguzi ukiendelea. Akida Kasim, KTN.